kwa piga vigelegele kwa ajili ya watoto hawa. Ongeza vigelegele tena kwa ajili ya watoto hawa wapendwa, wageni waalikwa

ya vifaa vya kusomea kama vile vitabu nazaa, nazaa, na zana za kufundishia shule. Yetu imekuwa na malengo ya kupeleka wanafunzi wengi shule za msingi, pia kupata walimu wengi shuleni kwetu wenye uzoefu. Mwisho tungependa kukushukuru wewe na wote mliokusanyika hapa leo utagawa vyeti kwa watoto 127 ambao tutawaaga leo, watakuja kwenu na asilimia kubwa katika watoto 127, watoto tisini na mbili ni wakata ya Njombe mjini. Maana yake mtawapokea nyinyi mliopo hapa mbele kwenye hao watoto. Kwa hiyo tutegemee kwamba mtakwenda kuwapokea huko na ni watoto ambao tumeshawaandaa tayari kwa kuwapokea nyie, asilimia kubwa tayari wanajua kusoma, kuandika, kuhesabu. Nyinyi tu ni kwenda kuangalia vile vigezo vyenu kule shuleni, ni yupi tutamweka wapi na yupi tutamweka wapi, kulingana na umri na uwezo walionao mtoto na vigezo mlivyonavyo nyinyi yeah, kule shuleni kwa nyinyi ni wataalamu wetu. Kwa hiyo hawa watoto ambao tumekaa nao miaka miwili tayari, wengine wana uwezo huo, wengine bado hawajatimia lakini, kule mtakwenda kuwachambua nyinyi wenyewe. Nikutumie fursa hii kukukaribisha uweze kuongea na hadhira hii. Hawa ni wazazi wa shule zetu nne kati ya zile kumi na tatu tulizo nazo. Tuna wazazi wa Kilimani, tuna wazazi wa kutoka Posta, tuna wazazi wa kutoka Matalawe, tuna wazazi wa kutoka Magoda tunao hapa. Kwa hiyo utaongea nao yale ambayo Mungu amekujalia, mimi nikukaribishe sana. Asante. Sana sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwanake ondo wameshinda. Mwanakondoo ameshinda tumfuate, tumsifu tum Yesu Kristu. Kitabu kwenye Biblia Yeremia sura ya kwanza mstari wa saba ambao usiseme kwamba huyu ni mtoto mdogo, utaenda kule nitakakofanyaje, nitakako kutuma na utasema lile neno ambalo nitakalo kwambia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kasema sa nikifika itakuwaje? Maana kisikia mgeni rasmi kila mmoja anatarajia kupata kitu kutoka kwake. Karudi ndio ile kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, wale wanafunzi akina Petro na Yohana walivyokuwa wanaenda hekaruni, wakakutana na yule kiwete aliyekuwa nakaa kwa muda mrefu sana, walikuwa anawekwa kwenye mlango mzuri, ili kila anayeingia aweze kumpa chochote. Lakini Petro akasema, sina fedha wala dhahabu bali kile nilicho nacho ndicho nikupacho. Sasa nikisema ni lichon, kipi? Sasa nikieleza haya yote yatawezekana. Basi tukarudi kwenye Mithali ishirini na mbili mstari wa sita nasema mlee mtoto katika njia imfanyaje impasayo naye hata aiacha hata atakapokuwa. Kwa hiyo kitu nilicho nacho mimi siku ya leo ni mkazo kwenye hiyo Mithali sura ya ishirini na mbili mstari wa sita Ni kweli kwa hatua mliofikia wazazi, pamoja na uongozi wa Ufahamu, ninaamini kabisa kwamba wamefanya kazi kubwa sana, wazazi, walimu, pamoja na uongozi kwa ujumla. Tumeona hapa, nibaki nashangaa nikawa nauliza na walimu wenzangu hapa kwamba hivi kuna haja gani hawa watoto wa kuweka darasa la kwanza Hatu hata ukiwaweka darasa la nne wengine darasa la saba hawawezi hata kusoma risala, lakini hapo wao wanajiamini, wanacheza kwa kujiamini, na ninahakika kabisa kwamba walivyokuwa wanafundisha walikuwa hawafundishi kwenye akili zao tu, kuwekeza kwenye akili zao tu, bali walikuwa wanawekeza hata mambo ya nini ya nini ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu wapewe sifa. Na ninaamini kabisa hata ninyi wazazi hamjutii kuwapeleka watoto mahali pale. Natamani kama ndo hao walikuwa wa mwisho, natamani kuzaa na wengine mkapeleka. Na sisi wenyewe tumefurahi. Alivyokuwa anaenda tulikuwa tunaendelea kunongonezana hapa. Akasema hawa wote hao watakuja maeneo haya ya kata nje mingine. Nikasema kwa kweli na mimi mwenyewe nipate angalau tano tu. Hata nikipata watano watakuwa amina. Basi nisiwe na maneno mengi, nimesema neno ambalo tutakuwa tuendelee kulisimamia ni hilo la Methali ishirini na mbili mstari wa sita Hapa hatujamaliza bado, kwenye msingi hajaanza manaake, tulikuwa kwenye maandalizi ya mchanga pamoja na mawe sawa. Wapendwa, saa hizi wanaenda kwenye msingi, ambayo ndio shule ya msingi yenyewe. Tunawakaribisha sana kwenye shule zetu, kama kuna wengine ambao wata watawapeleka sehemu za private sawa, lakini shule zetu naamini kabisa zina walimu ambao pia ni nini ni, ni wazoefu na wana maadili pia mazuri ya kiwalimu. Tunawakaribisha sana. Bwana Yesu apewe sifa, Bwana Yesu apewe sifa. Tumsifu Yesu Kristo, mwana kondoo ameshinda. Basi makofi na vigelegele kwa mgeni rasmi. Wengine wanasema hatuwezi kupiga makofi mpaka tuone, na mengine sema rohoni kwanza na mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Basi nimesikiliza risala la hawa watoto wetu, wamesema kwamba wao wana changamoto mbalimbali, kiwemo hasema ramani, michoro, amesema michoro ya ukutani waweze kusoma vizuri, lakini pia wamesema vitabu. Nikawa namtania mkurugenzi hapa nika laki moja kwa ajili ya kujaza mafuta yeye kuzungukia hivyo vituo, kwa ajili ya kupeleka hivyo vifaa. Sana sana, nisiwe na mengi sana. Katika hayo yote ambayo nimeyasema naomba kikubwa zaidi na zaidi tuendelee kuwalea watoto wetu vizuri, kwa sababu jinsi tulivyokuwa tunalea, tulivyokuwa tunalelewa sisi, ni tofauti na watoto tulionao sasa hivi. Tunahitaji umakini sana, na huwezi kutumia akili yako pasipo kutuma, kumtumia Roho Mtakatifu kwenye malezi haya. Tunahitaji kuwaombea na kuwalea na kuwaachilia neema ya Mungu iwe katikati yao, tuwatimizie mahitaji yao yote ya kimwili na ya kiroho. Na Mungu awabariki wa sana. Asante.